Katika ardhi ya jua kali na upepo wa safari zisizokoma, maajabu hujificha mithili ya hadithi za kale. Lakini mara chache sana dunia hushuhudia maajabu yanayobadili mtizamo na uhalisia wetu, na mara hii ikiwa ni twiga mweupe, mfano wa uzuri nadra na asili za maumbile. Katika hifadhi tulivu ya Tarangire, Tanzania, mnamo mwaka 2015 Watafiti walijikuta wakikumbwa na mshangao wa maisha yao walipokutana na twiga mchanga mwenye ngozi nyeupe kama mawingu ya alfajiri. Alipewa jina la Omo kwa heshima ya sabuni maarufu iliyojulikana kwa kusafisha hadi kung'aa. Omo hakuwa albino kama wengi walivyodhani, badala yake alibeba hali adimu iitwayo leucism, hali ya kijenetiki inayosababisha baadhi ya sehemu za mwili kukosa rangi bila kuathiri macho au viungo vingine. Twiga huyu wa kipekee alikuwa katikati kati ya kundi la twiga wa kawaida, akionyesha ujasiri, uzuri na nguvu ya kuishi licha ya rangi yake kuwekwa kwenye hatari kubwa ya kushambuliwa na wanyama walao nyama na kuvutia macho ya majangili. Lakini kama hadithi nzuri inavyopaswa kuwa Omo alipokelewa na jamii yake ya twiga kana kwamba rangi haikuwa kikwazo, bali baraka isiyoelezeka. Lakini si Tanzania tu ilishuhudia maajabu haya. Miaka michache baadaye, mwaka 2017 katika pori la Ishak bin Garisa nchini Kenya, waligundulika tena twiga weupe, mama na mwana, wakielea mithili ya miungu wa kale katika nyika za Afrika. Video zao zilienea kwa kasi duniani kote, zikivutia mioyo ya watu waliotamani kuwaona kwa macho yao, neema hii adimu. Hata hivyo, dunia ilishtushwa na habari za kuhuzunisha: majangili waliovamia na kuwaua twiga hawa wa Kenya mwaka 2020, wakitufundisha somo la gharama kubwa ya tamaa na ukosefu wa heshima kwa maisha ya porini. Kilio cha maelfu ya watu duniani kilisikika, kilio cha kuomba dunia ihifadhi kila pumzi ya uhai iliyoadimu. Leo hii simulizi za twiga mweupe kama Omo na wenzake wa Kenya si tu zimeishia kwenye video na picha, zinaishi ndani ya mioyo ya wale wanaotambua wa kuwa kila kiumbe wa dunia hii ni hadithi inayopaswa kulindwa wenziwa na kusimuliwa kwa vizazi vijavyo. Na hii ni dira ndani ya hifadhi na elitaob